Ndege ya Air India ililazimika kurudi nyuma kwenye safari yake ya saa kumi kuelekea Chicago, Illinois, kwa sababu vyoo vyake viliziba kwa kinyesi na kuacha mamia ya Wahindi wakiwa wamekwama ndani ya ndege hiyo bila choo. Ndege hiyo aina ya Air India Flight 126 ilikuwa safarini juu ya Greenland mnamo Machi tano wakati vyoo vyake kumi na moja kati ya vyoo kumi na mbili vilivyoharibika huku choo pekee kilichofanya kazi kikiwa kwenye daraja la biashara kwa abiria takribani 300 kutumia kulingana na ripoti ya View from the Wing. Air India ilitangaza kuwa itatoa pesa kwa waliokata safari, lakini hatua hiyo haikuwafariji baadhi ya wateja waliodai kwamba walilazimika kupitia mchakato mgumu wa kubadilisha safari zao au kurejeshewa fedha. Si jambo geni kwa vyoo vya ndege kuziba kwani tatizo hili mara nyingi hutokea abiria wanapojaribu kusukuma vitu visivyoruhusiwa kwenye mabomba. Hata vyoo viwili tu vikiziba, inaweza kuwa sababu tosha kwa wahudumu wa ndege kugeuza ndege na kuwa kwa sababu ya ndogo ya vyoo vinavyopatikana. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.